Protas Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa Tabora na kiongozi wa ibada yetu, Mwashamu Jovitus Mwijage, askofu wa Bukoba, Mwashamu askofu mkuu Angelo Katino, balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini kwetu Tanzania, Washamu maaskofu wakuu Ndugu zangu maaskofu wapendwa, familia ya askofu mkuu Novatus Rugambwa, kwa namna ya pekee dada yake mpendwa Yasinta, Mheshimiwa Hajat Fatma Mwasa, mkuu wa mkoa wa Kagera na viongozi wengine walioko hapa. Wapendwa, mapadi watawa na waumini wote mlioko hapa, tumsifu Yesu Kristu. Kwa niaba ya baraza la maaskofu Tanzania na kwa niaba ya kanisa letu la Tanzania, napenda kuchukua nafasi hii kutoa pole zetu nyingi, kwanza kwa mwashamu Jovitus Mwijage, askofu wa Bukoba maaskofu wengi nio, walioko hapa Bukoba, mapadri watawa, na nyinyi walei wote wa Bukoba, na pia kwa familia pendwa na mpendo wetu balozi askofu mkuu Novatus Rugambwa eh. Tunaelewa na tumeshasikia mengi kweli. Tunaendelea kuwapa pole, lakini sisi pia kama baraza la maaskofu tunajipa pole wenyewe, kwa sababu pia ni askofu mwenzetu. La pili ni shukrani. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mungu Mwenyezi kwa kutujalia zawadi kubwa na nzuri ya Balozi Rugambwa. Hii ni zawadi ya Mungu, tunamshukuru sana kwamba Mungu mwenyewe alipenda wakati huu hapa Tanzania atoke mtu kama yeye, mtu mwenye vipaji mbalimbali na amtumie, sio tu kwa kanisa la Tanzania, lakini kwa kanisa la ulimwengu. Namna ya pekee tunamshukuru yeye mwenyewe kwa sababu, wengi wakati mwingine tunapewa vipaji, lakini sio wengi tunaofaulu kushirikiana na neema ya Mungu katika kuvienzi hivyo vipaji. Tunamshukuru sana yeye kwa namna ya pekee, aliweza kushirikiana na neema ya Mungu kuvienzi hivyo vipaji vyake na kumtumikia Mungu kama alivyomwita miaka thelathini na tisa kama padri na miaka kumi na tano katika ulimwengu wa diplomasia akiwa askofu mkuu. Tunashukuru Jimbo la Bukoba kwa kumtoa mtu huyu mwenye vipaji kwa ulimwengu kwa kanisa la ulimwengu kupitia kwake kanisa letu la Tanzania limetoa mchango kwenye kanisa la Ulimwengu. Wana Bukoba, asanteni sana. Familia ilikuwa hapa mbele yetu kutushukuru kwa mambo mbalimbali mbali. Lakini sisi tutumie nafasi hii kama baraza la maaskofu kuishukuru familia kwa malezi yao mazuri wa kutuletea mtu kama huyu familia, asanteni sana. Kwa kweli tunasherekea maisha yake, tunasherekea kama maisha ya shujaa fadhili, mfadhili wa kuishi wito wake. Ukiingia pale mlangoni katika picha yake, tunachukua nukuu kutoka Mathayo sura ya ishirini na tano mstari wa ishirini na moja: Vema mtumishi mwema. Ukiendelea kusoma zaidi, ni yule mtumishi ambaye alizalisha mara tano zaidi, tofauti na yule ambaye hakuzalisha chochote. Kwa hiyo tunasherehekea hayo maisha yake kwa kujitoa bila kujibakiza, na mwishowe anarudisha mbele ya Mungu yakiwa zaidi ya mara mia, zaidi ya mara mbili ya ile aliyoitiwa. Balozi Rugambwa ni kati ya watu wachache sana ambao walivuka mipaka, walivuka mipaka ya lugha, walivuka mipaka ya nchi na walivuka mipaka ya mabara. Katika utume wake hakuwa na mipaka ya lugha. Kila mara kama tulivyosikia alikuwa Pakistan, Angola, Sao Tome, Viji eh, na maeneo mengine mbalimbali, mbali. Kila huko alikoenda ilibidi ajifunze lugha mpya au aliendana hiyo lugha mpya. Kweli tunamshukuru Mungu kwa kufaulu kuvuka hiyo mipaka, mipaka ya lugha, mipaka ya mabara na nchi. Tunamwomba Mungu tujalie watu wenye vipaji vingi namna hiyo, kwa kanisa letu la Tanzania lizidi kuwa kanisa la misionari katika nchi yetu sisi wenyewe, lakini pia katika kanisa la ulimwengu. Tubaki katika matumaini katika mwaka huu wa jubilei. Yeye alitumwa kuwa misionari na alibaki kuwa misionari mpaka dakika ya mwisho. Na maisha yake yaligusa maisha ya watu wengi, bila shaka kama ilivyokuwa kwa Mama Maria aliyesimama chini ya msalaba akimwangalia mwanaye akichomwa mkuki na baadaye atakufa. Hata kwake inaweza kuwa haikuwa rahisi, lakini kwa utii aliendelea kufananisha maisha yake na Kristo. Tumombe Mungu tuendelee kufananisha maisha yetu na Kristo, na tunamuomba Mama Maria, mtazame mwanao huyu. Ingawa tunamzika kama shujaa, lakini vipimo vyetu sio vipimo vya Mungu. Mungu ana kipimo chake. Endapo kama bado atadaiwa, Mama Maria, mwombee aweze kuingia mbinguni, na siku hiyo wa malaika wakuu basi wamsindikize apate tuzo kama lile alilowaambia wema, mtumishi mwema. Tumsifu Yesu Kristo, aya milele. Umpe ye Bwana apumzike kwa amani. Nafasi ni mombe pia askofu